Mimi ni mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake. Mtu wa kuajiriwa ambaye si mchungaji na wala kondoo si mali yake, anapoona mbwa mwitu anakuja, waacha kondoo na kukimbia, kisha mbwa mwitu wakamata na kuwatawanya. Tunasoma hayo kupitia injili ya mtakatifu Yohane Sura ya kumi, aya ya kumi na moja, hadi ya kumi na mbili. Karibu mtazamaji wa ukurasa wetu wa Radio Mbiu, niko hapa kukuletea machache kati ya mengi yaliyojiri katika ziara ya kichungaji ya Mhasham Jovitus Mwijage, Askofu Jimbo Katoliki Bukoba, alipofanya ziara ya kichungaji katika kisiwa cha Parokia ya Bikira Maria Nyota ya Bahari Bumbire, Jimbo Katoliki Bukoba Mnamo Mei 15 mwaka 2025 hadi Mei 18, Askofu Jimbo Katoliki Bukoba Mhasham Jovitus Mwijage alifanya ziara ya kichungaji katika kisiwa cha Parokia Bumbire, Jimbo Katoliki Bukoba. Mnamo Mei 15, majira ya saa saba na dakika 45 mchana, ziara ilianza kutoka mwalo wa Kyamkwikwi wilaya ya Muleba ikiwa ni safari ya muda wa masaa saba na dakika 15 iliyomfikisha askofu Mwijage na wasafiri aliyoambatana nao katika kisiwa cha Goziba majira ya saa 2 kamili usiku. Askofu Mwijage alipokelewa na waamini wa kisiwa cha Goziba. Mnamo Mei 16 mwaka 2025, Askofu Mwijage aliadhimisha misa takatifu ya kipaimara ambayo pia aliwapokea waamini nane wa shirika la moyo mtakatifu wa Yesu. Baada ya misa, alipata nafasi ya kutembelea na kufanya ukaguzi wa kanisa la Kigango cha Goziba. Ni moyo wa imani na faraja iliyokuu zaidi kuona waamini wa kisiwa cha parokia ya Bumbire wanajenga makanisa mazuri ambayo waamini wanasali ndani yake. Kitu cha kushangaza na kutafakarisha zaidi ni zile rasilimali zote za ujenzi wa makanisa ikiwemo nondo, mchanga, simenti, vigae, mabenchi na kila kitu ambavyo vyote vinatoka nchi kavu ambayo ni maeneo ya Bukoba na Muleba ndipo vifaa hivyo hutoka na kuvisafirisha katika kisiwa kinachounda parokia ya Bumbire, ikiwemo kisiwa cha Rushonga, kisiwa cha Kerebe, kisiwa cha Goziba kikiwa ni kisiwa cha mbali kabisa, pamoja na kisiwa mama cha parokia ya Bumbire, ambapo waamini wamejitoa kwa ajili ya kujenga sehemu ambayo watasali na kumwabudu Mungu. Jaribu kufikiri na kuwaza imani ilivyokuu ya waamini hawa, kisha tujiulize mimi na wewe, sisi tuliopo sehemu ambayo rasilimali zote hizo zinapatikana, je, tunasali katika mazingira gani? Jibu utakalopata mpendwa, baki nalo na baada ya ukaguzi wa kigango cha Goziba Askofu Mwijage alianza safari kuelekea kisiwa cha Kerebe ikiwa ni majira ya saa tisa alasiri na kupokelewa majira ya saa moja usiku na waamini wa kisiwa cha Kerebe akitumia muda wa masaa manne kusafiri katika maji. Mei 17, 2025. Askofu Mwijage aliadhimisha misa takatifu ya kipaimara na kubariki nyumba ya mapadre katika kisiwa cha Kerebe. Kisha alasiri alielekea katika kisiwa cha Bumbire. Akiwa njiani, alisalimia wa kigango cha Rushonga na kufurahishwa na moyo wa kujitoa kwa waamini wa Rushonga katika ujenzi wa kanisa. Kisha kuendelea na safari na kuwasili katika kisiwa cha Bumbire mnamo majira ya saa moja na dakika 48 usiku, shangwe, furaha ndelemo zilitawara baada ya mchungaji mkuu wa jimbo Katoliki Bukoba wasili katika kisiwa cha parokia ya Bumbire . Mei 18, 2025, Askofu Mwijage alibariki kanisa na kutabaruku altare ya kanisa la Bumbire ambalo jitihada za wafadhili na waamini wa parokia hiyo wamefanikisha kukamilisha ujenzi wa kanisa hilo. <tune>

Neima hizi tunazipata kwa maombezi ya Mama Bikira Maria Miota ya Bahari, ambaye ndiye msimamizi na maombezi wa familia yetu. Daima tunamuomba atuombee kwa Mungu, na daima anatuombea, anatulinda, anatusindikiza kwa upendo wake kama mama Mungu na mama yetu sote. Asante sana Mama Maria kwa maombezi yako na kwa kutuongoza wema. katika mitandao yetu ya kijamii baada ya kutamatisha ziara ya kichungaji ya kwake Mhasham Jovitus Mwijage, askofu Jimbo Katoliki Bukoba, katika Parokia ya Bikira Maria Nyota ya Bahari Bumbire na kuzunguka sehemu mbalimbali ya vigango ikiwa ni visiwa vinavyounda Parokia hii ya Bikira Maria Nyota ya Bahari Bumbire, na kuletea mahojiano mafupi kupata tathmini ya kile ambacho amefanya ikiwa ni ziara ya kichungaji katika parokia hii ya Bikira Maria Nyota ya Bahari Bumbire. Baba, tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Ongera sana kwa utume, ongera kwa ziara hii ya kichungaji katika parokia hii ya Bumbire. Pengine katika ziara hii ya kichungaji kwa siku zile ambazo umezunguka, pengine ungeanza kumwambia msikilizaji au mtazamaji, wapi ulishiriki, nini umefanya na kipi umependa hasa katika parokia hii ya Bumbire? Kweli ziara ilikuwa ni ya kusisimua. E, kwanza kusafiri katika ziwa, wakati mwingine ziwa linaonekana kuchafuka na unapanda kama hakwenda kana kwamba unapanda milima, kwa hiyo e, inakuwa ni msisimko wa pekee na wakati mwingine naonekana kuogopa kwamba hali itakuwaje, maji haya yatatulia au atatulia? Kwa hiyo ilikuwa ni msisimko wa pekee wa ziara hii. Tulianza ziara ya kichungaji tarehe kumi na tano mwezi wa tano, tukianzia safarini pale Kyamkwi baadaye tukaelekea Goziba na tulipofika Goziba, baada ya masaa kama nane na nusu hivi, waamini walikuja wengi kutupokea pale e, Goziba na tulilala hapo, tukawa na kesho yake tarehe kumi na tano na sita tukawa na misa ambapo ndani ya misa humo tulipwekwa kutoa sakramenti ya kipaimara, na tulikuwepo wanachama wa Moyo Mtakatifu wa Yesu ambao waliweka ahadi, na baadaye jioni eh, tukaanza safari kuelekea Kerebe na Kerebe tulifika siku ya Ijumaa jioni na tumelala hapo Kerebe, na penye tulikuta msisimko wa pekee, watu walikuwa wametusubiri. Na kesho yake tulikuwa na misa ya ambayo watu walihudhuria kwa wingi, na katika misa watoto saba walipata sakramenti ya kipaimara na baada ya kumaliza shughuli zote, tulikuwa na muro wa pamoja, na baadaye, na mazungumzo viongozi wa hawaka wa kigango cha Kerebe, na baadaye ndo tumekuja hapa, na hapa tumekuwa na misa ya kubariki kanisa na misa hiyo. Kwenye misa hiyo watoto sabini na tano wamepewa sakramenti ya kipaimara. Kitu ambacho nimeshuhudia katika safari yangu hii ni kuona mwamko wa pekee kwa Wakristo e, hawa wa parokia ya Bumbire ambayo ina vigango ambavyo vinakutwa katika visiwa mbalimbali. Mwamko mbali, nikilinganisha na mwaka elfu mbili na nne na elfu mbili na tatu nilipokuja huku mara ya mwisho, naona kuna mwamko mkubwa. Watu tulivyokuta wametusubiri kwa muda mrefu e, wana hamu ya kumuona mchungaji wao. Ilikuwa, ilikuwa ni njia ya pekee ilikuwa mojawapo ya mambo ambayo yamenitia mo, moyo na kunishangaza. Zaidi ya hayo, nimeona wamejenga makanisa kwa kujitegemea wenyewe. Pale Goziba wanajenga kanisa kubwa na kanisa limefikia linta. Kerebe wamemaliza kanisa na kuwezeka, bado kuna wana finishings kuweka madirisha milango, tayari imewekwa. E, wamejenga na nyumba ya mapadre, vitu ambavyo siku za nyuma hatukutegemea kuwa navyo. Tulikuwa tunalala kanisani, lakini sasa tumekuta pale Kerebe mnalala kwenye nyumba ya mapadre na pale e, Goziba na penye kuna nyumba ya mapadre. Na hapa kwa mfano tume nyumba nzuri ya mapadre hapa Bumbire, e, kuna e, nyumba ya mapadre na sasa kanisa hili zuri limejengwa ahiyo. Hii inatupa moyo na zaidi hata wakristu wa Kerebe, Goziba na Makibwa wanaomba wapewe parokia. E, ingawa naweza ikawa uamuzi naweza ukawa mzito, kwa sababu hatujui kama parokia hiyo wanaweza wakaitegemeza. Halafu kwa sasa hivi hatuna mapadre karibu, tunaanzisha parokia nyingi katika sehemu yetu ya bara e, yaani e, katika jimbo letu hasa sehemu ambazo ziko ambazo haziko visiwani na penyewe wanaomba mapadre, na baadhi ya mapadre wamezeeka na wengine Mwenyezi Mungu anawaita. Kwa hiyo kuja kufikiria kutoa parokia huku itakuwa ni mpango wa muda mrefu. Tunazingatia maombi yao, hebu tuende tujiandae kama tunavyojiandaa e, ombi lililotolewa na kisiwa cha Ikuza na mazinga na wenyewe waliomba parokia. Kwa hiyo hebu tuende tujipange kama uongozi wa jimbo, alafu baadaye ada ya muda ndo tunaweza tukatathmini ni kisiwa kipi, visiwa vipi vifewe parokia na visiwa vipi viendelee kuwa chini ya parokia, alafu labda kuongeza padre ikiwa mapadre tutawapata. Pia hapa parokiani Bumbire wameomba wawe na konventi. Hilo na wazo hilo tumeichukua. Tutawapelekea watawa wale ambao watapenda kuja huku kuanzisha konventi, tutawashukuru sana, ili wazo tunawapelekea watawa, na huenda hata tukawapelekea hata watawa wa nje ambao watapenda e, kuja e, huku kuanzisha parokia, tutashukuru sana na pengine vipi kuhusiana na wito wako katika hiyo ziara ya kichungaji ambayo umeifanya katika kisiwa hiki cha Bumbire? Wito wako kwa vijana kuhusiana na kanisa la kesho na waamini kwa ujumla, nini unawahasa kuhusiana na imani ya kanisa Katoliki? Vijana kwa sasa, e, tumekazia hasa tunapokutana na waamini tunawaambia wawalee vijana katika Eh, kuwa na moyo wa kulitumikia kanisa na kujitoa kwa ajili ya kanisa, na wajitoe hasa kwa kwenda kwenye miito mitakatifu. Sisi au hawa ambao sasa hivi wanazeeka, kama wasingejitoa imani hii tuliyonayo, tusingekuwa nayo. Kwa hiyo tunawaasa vijana wawe wale wanaoingia miito mitakatifu wavulana kwa wanaume wale wanaobakia e, nyumbani ambao wataendeleza kizazi kwa njia ya kuanzisha familia wawe tayari kujitoa kumtumikia Mwenyezi Mungu na imani hii ambayo wameipokea. Kwa mfano hao wa Kipaimara, tumewaambia wailinde imani yao, ndio wito wangu ambao nilionao wailinde imani yao na wawe tayari kujitoa na kutoa maisha yao kwa ajili ya kumtumikia Mwenyezi Mungu. Ninipende sana kwa kushukuru Baba Askofu. Hongera sana kwa utume katika mitandao yetu ya kijamii. Wengi wamekupongeza katika ule ukurasa wa kutoa maoni. Wanasema umekuwa mchungaji wa mfano kufikia kila kisiwa. Hongera sana katika hilo. Asante sana. Nashukuru. Ndiyo, naam. Mi nipende sana kukushukuru ni kutakie utume mwema. Asante sana. Nashukuru. Shukrani mtazamaji wa kurasa zetu za mitandao ya kijamii na kufikia hapo, ndio tunafika tamati ya mahojiano haya kufahamu mengi kuhusiana na ziara ya kichungaji ya kwake Askofu Jovitus Mwijage, askofu jimbo katoliki Bukoba, katika kisiwa hiki cha Bumbire ambacho visiwa vinaunda parokia ya Bikira Maria Nyota ya Bahari Bumbire. Kwa niaba yake Askofu ya Jovitus Mwijage, mimi ni Patrick Pascal Tibanga, asante na uwe na wakati mwema. Pongezi waamini wa, wa parokia ya Bumbire katika kufanikisha yote haya. Ni moyo mkuu kuona waamini wa kisiwa wanajitahidi kwa namna yoyote kupata rasilimali za kujenga kanisa kutoka nchi kavu kupeleka kisiwani wakitumia gharama kubwa zaidi katika usafirishaji. Tumshukuru Mungu kwa imani kuu walionayo, na kutakia ufuatiliaji mwema wa makala na tafakari mbalimbali. Niliyekuletea simulizi hii na kukuandalia makala haya Patrick Pascal Tibanga, ndio langu jina. Uwe na wakati mwema.